Ukandamizaji wa jeshi la polisi kwa kumshikilia mwenyekiti wetu wa taifa kwa makosa ambayo hajafanya. Mosi, tunapenda kusema kipindi cha awamu ya tano kwenye utawala kulifanyika shambulizi la kutaka kumuua mheshimiwa Tundu Lissu kupitia risasi kumi na sita zilizodhuru mwili wake, lakini Mungu wa mbinguni alikuwa na kusudi lake zaidi la kuongoza watu alimwokoa na kifo hicho. Hadi leo anaishi na risasi moja ndani ya mwili wake na akiendelea kutembea nao akihubiri no reform no election. Wameona haitoshi kwenye utawala huu wa awamu ya sita wa Rais Mama Samia suluhu Hassani tarehe nane mwezi wa nne 2025 huko mkoani Mbinga Wilaya Mbinga, mkoani Ruvuma, alikamata. Kwa uelewa wetu sisi mdogo wa kamati tendaji, tulijadiliana kwa mapana zaidi kwamba kamati, kesi ya uhaini haina dhamana na vile vile hukumu yake ni kunyongwa. Sasa tunataka tumuulize mama Samia, je, anataka kumnyonga mwenyekiti wetu wa chama taifa? na kama anataka kumnyonga mwenyekiti wa chama taifa aandae makaburi ya kutosha, maana yake atakwenda kutunyonga sisi pamoja, si ndio? Jamani makamanda, no. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunajua mazingira yaliyokuwa kwenye uchaguzi. Tunafahamu no reform no elections ni mstakabali mzima wa mapinduzi na mageuzi ya kwenda kuiheshimisha kula ya mwananchi ya kwenda kuichagua kiongozi anayemtaka. Hivyo basi, No reform, no election ni mkombozi wa fikra mfu kwa Chama cha Mapinduzi, maana yake CCM ambao wanaamini kiongozi anapatikana hadi wamwage damu ya Watanzania wasiokuwa na hatia kwa kutumia jeshi la polisi. Tunamtaka na kumwomba rais wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kumwachia mara moja mwenyekiti wetu wa chama taifa, kwa sababu CHADEMA sio wahaini wala Lissu sio muhaini, bali Lissu anasimamia no reformers, no election anatoa elimu ya uraia kwa Watanzania wote na wananchi kwa ujumla, kwa kutambua haki hizo za kuishi, kuchagua kiongozi unayomtaka, heshima ya kura ya mwananchi, haki ya, haki ya msingi ya kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka wananchi awaongoze. Hivyo basi tunatangaza kuanzia huo leo kuwaelimisha wananchi kutaka kuchagua kiongozi wanaomtaka na kura yao iheshimiwe huo sio uhaini sisi kama wananchi wa jimbo la Geita vijijini na Tanzania kwa ujumla tunaunga mkono kwa kauli moja no reforms no election no reforms no election no reforms no election wetu wa chama taifa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anayeelimishwa Watanzania kudai mabadiliko ya mfumo mzima wa uchaguzi kwa kudai haki hiyo, hata kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya nane inasema na nukuu, mwananchi ndiyo msingi wa mamlaka yote na serikali itapatikana na mamlaka, na mamlaka yake yote yatatoka kwa wananchi. Hiyo ni ibara ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa nini wa Tanzania, inamtaka ina, inampa mamlaka hayo mwananchi. Lakini CCM kwa sababu ndio wamepola mamlaka ya wananchi kwenye katiba hii, wanasema wao wanaweza kujitangaza na kula ya mtanzania isiwe na mamlaka ya kumweka kiongozi anayomtaka. Ndio maana tutaisimamia No Reform, No Election kwa nguvu zetu zote. Tunawataka wadau wa uchaguzi ndani ya nchi na nje ya nchi kupaza sauti zetu ndani ya jimbo letu, viongozi wa dini, wananchi wenyewe, kwa sababu ndio wadau wakubwa, ndio wadau wakubwa wa, wa uchaguzi huu tunawataka wapaze sauti na watuunge mkono na wamuunge mkono mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wetu aachiwe mara moja, aendelee kutoa elimu ya uraia kwa Watanzania ili waweze kutambua haki zao za msingi ya kupiga kura. Tunamtaka mwenyekiti wa CCM Samia Suluhu Hassan kumwachia mwenyekiti wetu ambaye ni mwenyekiti mwenzake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA ili warudi kazini wakashindane kwa hoja. No reforms, no election itajibiwa kwa hoja, sio kwa kupeana kesi za uhaini. Hivyo no. no. Basi kwa kauli moja, kwa kauli moja sisi kama wanachama na wananchi wa jimbo la Geita wasipomwachia mwenyekiti wetu, wasipomwachia mwenyekiti wetu, tutashikamana kwa nguvu zote, tutajua sisi tunafanya nini. Si ndio, jamani? Makamanda ndio, si ndio? Tuna, tutajua tuta, tunachokifanya si ndio? Tunawataka wamwachie mwenyekiti mara moja, mara moja.